Na mbali na hayo tunaelezwa kwamba baraza la wazee wa jamii ya Wamarachi walioko kaunti ya Busia limeitaka serikali kukamilisha ujenzi wa kituo cha utamaduni cha jamii hiyo ambacho ujenzi wake umechukua muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Ujenzi wa kituo hicho ulitarajiwa kuchukua miezi minane pekee, lakini kufikia sasa umechukua zaidi ya miaka miwili. Wazee hawa wanasema kucheleweshwa kwa ujenzi huo kunakwamisha juhudi za baraza hilo la kuhifadhi utamaduni wa jamii hiyo. Tuko na project ambayo inaendelea hii, mahali ambapo tumesimama hapa leo na hii nyumba imekaa kwa muda kidogo ijamalizika, na vile hata naona inavyoendelea haijawekwa katika njia ambayo inatakikana. Tumewahi weka complain, lakini hatujawahi pata majibu. Tunataka nyumba ndogo -ndogo hii ya cultural ionekane hapa ndani, kando na hii ambayo inajengwa na hii ya National Museum, pia watumalizie. Bado iko wingi mbili ya pande hiyo na pande hii. Tunataka hii nyumba iishe kwa sababu tuna activities ambazo zinatakana tufanyika hapa. Sasa kama hii nyumba haijaisha, sasa hizo activities zinaenda ile nyingine. Hazikuja hapa, na vile walikuwa wamesema, chairman alisema mambo ya trainings. Tunataka watu wakuja hapo Wamarachi, wapate hadithi kalicha ya Wamarachi. Ilikuwa inaenda namna gani?